Basi hiyo pia ni fasihi, na bila shaka fasihi ama mchezo wa kuigizwa vyote hivyo vinafaa kufuatiliwa na kila mmoja. Watu waende pale watazame, wananchi wajiburudishe, na kila mmoja atoe hisia zake kutokana na kile ambacho wamejifundisha kwenye maigizo kama haya. Naam, bila shaka, bwana Levi anatuambia kwamba hino ni ajabu, ajabu ya mtu kukipasua kio baada ya kuona kwamba sura yake ni ni mbaya. Hmm, ni jambo ambalo viongozi wetu tunastahili ku uchekelewa kwa sababu so ni jambo ambalo linaonyesha kwamba hatuna hekima wala busara yote. Naam, uh, tukiweka hayo kando ni kwamba kuna hiki kitabu ambacho kinaitwa kinaitwa nini? Kina Kifo kisimani. Naam, Kifo kisimani. Kuna yule mhusika ambaye anaitwa Bokono Ana. Tunamwona kwamba akipeana amri na sheria kwamba maigizo fulani ya wale wanafunzi yakaweza kuigizwa mida ya alfajiri masaa ya saa kumi, saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili, wakati ambapo watu bila shaka kwa watakuwa wamelala pia. <coughs> Ni jambo ambalo uh, nasema ya kwamba uh, igizo hili lisiweze kunaswa. Na kamera za video wale wanahabari wasiweze ku, ku, kuweza kuruhusiwa kufika katika maeneo yale. Sijui bwana Gasti ni unamtazama upi kuhusu hili, kwa sababu unajua kwamba kuna watu ambao wanategemea kunasa video kama njia yao ya ajira. Vile vile kuna wale ambao ile mida ambayo wanaonyesha yale maonyesho ni mida ambayo kihalisia ni mambo ambayo tunajaribu kuficha kwa kutumia nguvu. Sijui una mtazamo upi kuhusu hili? Nam, e, walifanya hivyo ili kudhibiti ukweli ambao ungejitokeza. Bwana Levi, sijui kwa kidogo ujaribu kutuelezea hili hmm, mtazamo wako kuhusu hiki kitendo cha kuweza kuruhusu waigize mida ambao watu wamelala, vile vile kusukuepo na kunasa wala kurekodi video kutumia vyombo vya habari. Bila shaka anavyosema mwenzangu eh, ni kuficha ukweli na kitaka waberia uh, yule Nam aliandika kifo kisimani Sawa, tuna waandishi wengine baadhi ambao huwa wanaandikia vitu ambavyo havijatokea, lakini baadaye tunapata kwamba vinatokea mambo ambayo yanatokea katika jamii na tunajiuliza, kweli haya tuliona ya kija. Kwa hivyo ni swala ambalo labda katika ile news yake aliweza kuhisi kwamba huenda tusipojidhibiti ama tusipojichunga kama jamii, basi tutajipata sehemu kama hiyo, basi ndio unapata kwamba serikali yetu imeweza kufikia sehemu kama hiyo, ama unapata kwamba wanataka kuficha mambo yao ama wanataka wasikuwe exposed, yasiwekwe wazi ama wasiweze kuumia roho kwa kuweza kuchambuliwa e, kwa njia hiyo ya kifasihi. Ndiyo maana unapata kwamba wamedhibiti e, watu wasiingie pale kutazama, e, video zisinaswe na wale waigize, wakati ambapo hakuna mtu yoyote ambaye yuko pale, labda majaji tu. Unapata kwamba wanajaribu kuzuia zile hisia e, kuhusu serikali yao ambayo ni mbovu isiweze kuwafikia wananchi kijumla na uh, Bwana Levi anasema wazi ya kwamba kile ambacho serikali ya taifa hili letu ambalo linaongozwa na Bokono kuku katika, katika kile kitabu ni kwamba wao wanajaribu kuzuia ile nadharia ambayo tunasema ni nadharia ya mwitikio kichocheo katika katika hisia za watazamaji, naam na bila shaka tukiendelea ni kwamba uh, kuna jambo ambalo hao mabanati au mabinti wamefanya ni kwamba walipofika kwenye jukwaa waliimba wimbo wa taifa kisha wakaondoka kwenye jukwaa. Sijui jambo hili li, tukijaribu kutafsiri linaashiria gani, linaashiria nini? Hebu bwana Gasim, swala kama hili ya kwamba wamefika kwenye jukwaa wanaimba wimbo wa taifa kuonyesha uzalendo wao kwa viongozi wao, lakini hawatimizi lile lengo ambalo limewapeleka pale, sijui unachukulia vipi swala kama hili? Kwa maoni yangu naona kwamba labda hawakupewa uhuru wa kutosha ili kuweza kujieleza. Naam. Ah, Bwana Gastine asema kwamba hawako pewa uhuru wa kuweza kujieleza. Kidogo tunaona kwamba kuna wale ambao wamepewa nafasi ya kuweza kurihas katika lugha ya Kimombo, lakini ukiangalia hawa mabinti wa ah, Butere Girls hawajapewa ile nafasi ya kuweza kurihas na pia vile vile, pia wale viongozi wao wanaweza ah, waongoza katika katika ule mchezo, pia hawajapewa nafasi ya kuweza kuwashirikisha au kuwanoa na kuatia makali wanafunzi wale. Sijui Bwana Levi unamtazama upi kuhusu swala kama hilo? Sijui kama ni hofu kwa no. sababu walipozuiwa ama walipoonywa kwamba msifanye mazoezi ili mje mboreshe hmm. igizo hilo na wakati, sijui kama ni hofu ilikuwa imewaingia, ama walihisi kwamba wamejitayarisha vya kutosha kwamba wanapokwenda pale jukwani, basi watasababisha no. huenda eh, lakini hatujui, lakini nadhani lile suala la wao wale mabinti kuweza kuimba wimbo wa taifa pale no. eh, nadhani kuna udhibiti fulani ambao ulipelekwa pale kwa wasimamizi wale wanaitwaje wale judges, na waliambiwa kwamba hawa ili waonyeshe kwamba kuna uzalendo fulani katika nchi yao basi waanze kwa kuimba eh, wimbo wa taifa kabla walete igizo lao. Basi walitaka kuonyesha kwamba mm, kando na igizo ambalo labda litawafuma kihasi, basi wana uzalendo fulani katika taifa. Nafikiri baada ya wimbo wa taifa basi wangefanya maigizo yao na ingekuwa vizuri zaidi. Na bila shaka mtazamaji wetu Uh, kwenye comment section yetu pale pia waweza kuandika kuhusu hisia, uh, hisia zako kuhusu mambo ambayo au jambo hili ambalo hawa mabinti wameweza kufanya. Na tukiendelea ni kwamba <coughs> hata baada ya hawa mabinti kupewa nafasi wakasusia kuigiza lile igizo wale ambao pia walikuja katika shindano kama hili. Uh, tunaona kwamba pia waliweza kukataa kushiriki katika, katika kuweza kuonyesha uh, ile michezo ambayo iliwapeleka katika kiwango cha kitaifa. Sijui Bwana Gaston, una lipi kuhusu hiki kitendo cha wao kukataa kuweza kushiriki katika uh, yale mashindano. Eh, eh, huu ni walionyesha kwamba na msimamo thabiti awengiweza kuigiza eh, kabla hao mabinti kutoka shule ya Butere E, kususia ku kuigiza, labda waliona kwamba ujumbe fulani ungefichwa ama haungewekwa wazi, hivyo wakaonyesha ule msimamo ya kwamba wasusie, ili wawape wengine nafasi ya kuonyesha yale mambo ambayo walikuwa na na bila shaka tunaona kwamba kweli wamesema kwamba dawa ya adui ni kummegea kidogo kwa okay. Hivyo hao mabinti wanatuonyesha kwamba japo tuko hapa kwa sababu ya kushindana, hatuko hapa kushindana kwa sababu ya kikabila, kwa sababu ya labda kihisia, tuko hapa kwa sababu ya lengo moja ambalo bwana Levi atakuwa akituelezea chini ya dakika moja tu kwa hmm. Hivyo nadhani uh, lile swala la waigizaji wengine ama e, binti kutoka vyuo vingine mbalimbali ambavyo mbali mbali vilifuzu katika kitengo cha kitaifa, kususia kufanya maigizo yao kwa sababu wenzao hawajapewa nafasi hiyo, wenzao pia ambao walifuzu e, ni swala ambalo linaleta fahari fulani kwa sisi ambao tunapenda mshikamano wa kijamii. Tunaonyeshwa kwamba sio tu kushindana ambapo kuliwapeleka pale, na nadhani kwamba ingetokea hapo awali, wakati ambapo jamii haikuwa imevuvumuka, basi wale wangesema sasa tumepewa nafasi ya kuwashinda wale kwa sababu wamezuiwa, wacha sisi twende tuweze tukaigize ili tuwashinde. Lakini eh, hilo halikufanyika kwa sababu nadhani kama jamii tumeweza kuvuvumka kiasi, hasa kupitia vijana wetu eh, wajenzi, basi tunajua kwamba lengo letu pale sio tu kushindana, bali ni kuweza kukuza talanta zetu, kukuza eh, ubunifu wetu na kuweza kuonyesha kwamba eh, jamii imeweza kuhamasika kupitia yale ambayo tunatoa kwenye maigizo na kupata elimu mbalimbali na pia ile burudani ya kutosha. Kwa hivyo ule mshikamano umekuwa muhimu sana, na bila shaka ni swala ambalo la kuonewa fahari. Na tukiendelea hivyo, basi tutakuwa tunaleta mshikamano, na masuala ya ukabila, masuala ya wewe unatoka huku, masuala ya shule hii ni bora, basi masuala hayo yataweza kuzidi kupungua na yatakwisha inshallah. Asante ah, sana kwa sababu ya maelezo hayo ambayo kidogo yameweza kutuvumbua macho baadhi yetu. Kwa mfano umesema, kwa mfano kwamba ah, pale awali tumekuwa na tamaduni ambazo zilikuwa na tamaduni ndani mwake, na vijana wameweza kushikana. Hawa vijana ambao wanaitwa Gen Z ambao tunaita information era generation wamejaribu kuweza kuondoa, bila shaka unajua hapo no. awali nilikuwa nikitazama kwa mfano michuano ya shule ya upili no. tuseme Wacha e, nitumie shule ambazo zinasikika. St. Anthony Boys no. wanacheza na St. Peter's wale wa Mumias. Kisha usikie kwamba hawa wamezuiwa kwa, e, kwa sababu labda hawatafika finali kwa sababu labda wamekamatwa na kesi mbili tatu sijui nani alikuwa e, kwenye timu ambaye e, umri wake umekwenda. Unapata kwamba wale watafurahia, wangefurahia wakati ule wangesema basi sasa sisi tumeweza tumeshinda basi tumepata nafasi mm, bila wao kuwepo. Lakini kwa sababu jamii yetu ni jamii ambayo inazidi ku basi wakati huu utapata kwamba tunashikana, tunasema basi njooni tuje tufanye ma, e, mashindano sisi wote kwa sababu sisi ndio tumefuzu, njooni tufanye mashindano na tuhamasishane. Nafikiri ni jambo ambalo linaendelea vizuri. Naam, uh, hili ni jambo ambalo tunastahili kujivunia kutokana na hao vijana wadogo ambao kidogo wameweza kutupiga chenga sisi viongozi vigogo ambao tumekuwa katika uwanja huu wa siasa katika uwanja huu wa uongozi. Kwa hivyo ni jambo ambalo kama viongozi tunastahili kuiga. Naam, kuna hili swala ambalo pia tumeona aliandika ile script au ule mchezo wa Echoes of War ambaye ni Cleo Malala. Jana ha, kumekuwa na ha, tashushu kwamba ameweza kushikwa na kutiwa nguvuni. Na hmm, vile vile hili ni jambo ambalo halijaanza leo. Kwa mfano, kulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Abdilatif Abdalla akiandika sauti ya Dhiki. Vile vile kuna Kezilahabi ambaye aliandika Rosa Mistika. Vile vile kuna Ngugi wa Thiong'o ambaye aliandika kitabu kinaitwa Deda Kahiga ambacho pia aliweza kutiwa nguvuni. Kwa hivyo sijui kama hii ni njia ambayo serikali imeweza kubuni au ni njia ambayo serikali imekuwa ikitumia ili kuweza kuzima zile kazi za fasihi ambazo zina zina zinachipuka. Kwa hivyo bwana Gaston, sijui unamtazama upi kuhusu hiki kitendo cha yule kiongozi ambayo pia ni mwandishi wa Echoes of War kuweza kukamatwa na kutiwa, uh, vizimbani. Naam, e, kwa maoni yangu ningependa kusema tu ya kwamba e, serikali inajaribu kukandamiza kazi za fasihi ambazo zinajaribu kutoa ule ukweli ama kumulika ule ukweli ambao unajitokeza katika jamii, na ili kufanya hivyo tu ni kuweza kuadhibiti kuadhibiti wale waandishi wa kazi hizi na kutupilia mbali baadhi ya kazi zao nadhani na, na hili ni jambo baya kwa sababu kama fasihi ipewe jukumu lake katika kuirekebisha jamii ambayo tunaona imeendelea ime, inaendeleza uozo hmm. Nam na. Na, uh, Bwana Levi nikirejea kwako ni kwamba kwa kwa Plato Plato ambaye alikuwa ni mwana maadili na alisema kwamba fasihi ni porojo, fasihi ni mambo ambayo si hayakuzi maadili, kinyume na tunavyoona kwamba, uh, leo hii vijana hawa wadogo wameweza kutumia uh, mchezo um, wa ecosof ili kuweza kujaribu kuleta, kuonyesha wazi zile dhana potofu ambazo zinatokea katika familia yetu. Una jambo lipi kuweza kuzungumzia? Wajua... nam wajua Plato alisema kwamba uh, ni mtazamo wa viongozi ama mtazamo wa wale ambao hey, hawana maadili yani, mwana maadili, mtazamo wa wale ambao hawana maadili mema, ni wanahisi kwamba fasihi ni porojo, yani haina uwezo wa kuwadhibiti. Lakini wale ambao wana maadili wanajua mbinu nzuri za kuweza kuishi pamoja e, wale, e, watu ambao wanajua wanajua e, umuhimu wa nguzo za maisha wanajua kwamba fasihi ni nguzo muhimu na ni kitu ambacho si porojo, ni kweli, ni ubunifu, hakuna uongo wowote, bali ni usanii ambao ni ubunifu ambao unaonyesha e, matendo katika jamii. Kwa hivyo, fasihi ni kito muhimu sana katika jamii. Na ili swala la kudhibiti ama serikali au viongozi kudhibiti baadhi ya kazi za fasihi na kuwatia mbaroni baadhi ya waandishi, nafikiri ni swala ambalo eh, linazua tashwishi ama ni swala linalofaa kuisha ama kukandamizwa, kwa sababu ukiangalia, eh, iwapo umefumwa wewe kama kiongozi, umefumwa na kazi fulani ya fasihi, imekufuma moja kwa moja kwamba umefanya hapa vibaya na hapa basi ni, susu, ni fursa nzuri ya kujidhibiti kujirudi, na kuangalia kwamba hapa, kiukweli, huyu ametumia fasihi ya kuweza kunionyesha kwamba njia hii ndiyo bora. Utapata kwamba viongozi ambao ni waadilifu na bila shaka labda ni vijana wetu ambao wamesoma fasihi na wamejikuza, basi watafurahia kazi hizo ambazo zinarekebisha jamii, linarekebisha e, viongozi na swala zima la masuala ya vyombo vya dola, watafurahia na kusema kwamba basi sisi e, tunapenda kazi hii kwa sababu inatunyosha ama inatuonyesha mwanga wa moja kwa moja. Bali hii tabia ya kuweza kudhibiti kazi mbalimbali haifai hata kidogo, na jamii yetu ya sasa na ile ijayo, tunafaa kuhakikisha kwamba tunakomesha swala hilo ili tuweze kusonga mbele. Naam, Bwana Levy, nahisi uh, kwamba badala ya kuweza kudhibiti mambo mema ambayo vijana wetu wanafanya tuweze kuwaeka katika uh, tuweze kuwapa mwelekeo ambao bila shaka unakupeleka taifa letu mahali ambapo panastahili. Na nahisi kwamba hawa viongozi ambao wamekuwa wakiandika au hawa watunzi ambao wamekuwa wakiandika kazi za fasihi wameweza kupitia masaibu haya kwa sababu kuna ukosefu wa jambo fulani. Na jambo hili ni kwamba labda hatuna baraza la Kiswahili, mm-hmm, ambalo linaweza kuwatetea na kuweka kuweka mikakati ambayo inahakikisha wa kwamba watu hao wako salama. Sijui unahisi vipi kuhusu hili? Bila shaka, naam. Nadhani umekumbusha, umetukumbusha hoja nzito sana na wadau wa Kiswahili ambao wanatufuatilia. E, nafikiri tuna kazi pale ya kuweza kuhakikisha kwamba tuna tunaibua swala hili baraza la Kiswahili, kwa sababu iwapo kazi za fasihi ambazo zimeandikwa kwa Kiswahili e, zitakuwa zita, zita zita chini ya baraza la Kiswahili, basi zitakuwa na uhuru kwa sababu fasihi na isimu ya msamiati zote hizo zinaweza kudhibitiwa chini ya lugha. Iwapo tutakuwa na baraza la Kiswahili, basi tunaweza tukajiweka kwenye mihimili hiyo kusema kwamba tumetumia baraza hili, tuna uhuru wa kufanya hivi na kufanya vile kwa hivyo nadhani ni swala ambalo ni muhimu sana tuweze kuangazia na wakati umefika ambapo tunahitaji kuja pamoja kubuni baraza, baraza hilo la Kiswahili. Naam, uh, bila shaka kama alivyosema kwamba bila shaka tunahitaji kuwa na baraza la Kiswahili katika taifa la Kenya ili angalau waandishi wa Kiswahili au waandishi au watunzi wa kazi za uh, uh, Kiswahili ambao ni chukizi wakaweze kuwa salama. Naam, uh, mpenzi msikilizaji au mtazamaji, nataka nikuulize, unahisi hipi kuhusu hili swala la kuwepo kwa baraza la like Kiswahili katika, katika taifa la Kenya. Kwa mfano kumekuwa na mwandishi wa kazi ambaye ni the Parliament of Owls. kazi hii imeruhusiwa ifanyike, isomwe is, uh, na wanafunzi uh, wa uh, shule za upili, japo hakujakuwa na tetesi za kuonyesha kwamba kuna pingamizi uh. Kwa hivyo uh, zidi kufuatilia makala yetu ya Lufa Africa Media, lakini kabla hatujafika tamati, ningependa kuwapa wenzangu hapa dakika dakika moja moja dakika moja moja, angalau waweze kutoa Uh, hoja za mwisho au uh, neno la mwisho kuhusu swala hili la uh, the Echoes of War. Na tuanze na bwana Augustine hapa. E, nadhani nikihitimisha, ningependa kusema kwamba e, ni wakati wa mabadiliko na mabadiliko haya tunaweza kuyapata kupitia fasihi e, tukiipa fasihi na fasihi yake katika jamii, nadhani tutaweza tuta kuepuka na mambo maovu ambayo yanaendelezwa na baadhi ya viongozi ama wanajamii wenyewe, kama uongozi mbaya na na. Asante sana, wacha tumsikize bwana Levio Pundi. Bila shaka na mimi nitasema tu kwa kifupi e, ushauri wangu ni kwamba basi tunaona kwamba maswala mengi ya fasihi yaliyoandikwa, kuna waandishi ambao wanaandikia masuala ambayo haijatokea, lakini tunakuja tunapata baadaye kwamba hiki na hiki, basi huyu mwandishi alikuwa na alikuwa kama nabii wa aina fulani e, lakini ukimuuliza atakwambia kwamba ni sadfa tu. Kwa hivyo unapata kwamba fasihi ni muhimu sana e, se, sawia na mihimili mingine ya lugha, kwani bila lugha jamii haiwezi kusonga mbele. Kwa hivyo tudumishe e, matumizi mazuri ya lugha, tudumishe uandishi tu, tudumishe kusoma soma huku. Na nafurahi sana kwa sababu m, e, Ministry of Education, idara ya elimu ama wizara, wameweza kuhakikisha kwamba Kiswahili ni somo la lazima sawia na Kiingereza katika e, sekondari ya juu hapo wale walikuwa na, na utata wanataka kuondoa. Unaona sasa jinsi ambavyo masuala ya fasihi yanatusaidia, angalau yale mengine yao ya, ya, ya, ya kuchagua, lakini swala la fasihi lugha lazima yao, ya lazima mpaka watoto wanapokuwa, uh, watu wazima, ili waweze kujua namna ambavyo watafanya mambo mengi, waweze kuadilika kupitia kusoma kazi za fasihi na kadhalika. Nadhani hivyo jamii yetu itakuwa inazidi kupiga hatua kama ilivyo lengo la lengo letu sote siku zote na bila shaka misingi ya fasihi, kwanza ni ubunifu na matumizi ya lugha, pili ni kuhusisha jamii katika, katika njia pana. Kwa hivyo sisi kama wana jamii tunapohisi kwamba bila shaka tumebanangwa na kufinyangwa na fasihi hii tuweze kuwa na hisia ambazo nzi, na tujaribu, uh, jaribu kufanya kwamba uh, tuweze kubadili mtazamo, matendo na nia zetu kwa mambo ambayo tunatenda. Ungana nasi tena hapo baadaye katika makala mengine ya Lufa Africa Media. Shukrani.